Na jambo lingine ambalo nataka nizungumzie ni kwamba licha kuwa na ratiba, lazima ujue vyakula ambavyo unatakiwa kule, vyakula ambavyo unatakiwa kula, vyakula ambavyo unatakiwa uachane nao. Sio sehemu kubwa watu kauliza, wanakula nini? Anataka kupunguza uzito na mwanza anakula nini ajue. e, anakwambia mimi nakula tu wali, nakula tu ugali. it's okay, sio kwamba tunakataza usile wali au usile ugali. Mwili pia unahitaji wanga. Kuna sehemu kubwa watu kauliza pia kuuliza kwamba uh, uh, unakula nini? Anakwambia mimi ugali sili kabisa, ama anakwambia mimi wali sili. Hiyo ni kosa kubwa Unatakiwa ule wali ule ugali ule protini ule mboga mboga ule matunda, mwili wote unavihitaji hivyo, ila unatakiwa ule kwa kiasi. Hapo ni watu wengi ambao wanafeli, awali kwa kiasi hicho ndio kinachopelekea mtu kuwa mnene. Watu wengi hawajui process ya mtu kuwa mnene, ndio maana hawajui ni kitu gani wakifanya ili wasiwe wanene. Ukoona, unajua process ya mtu kuwa mnene ndio inayokupa njia ya kwamba mtu gani ufanya ili usiwe mnene, unaelewa? Kwa hiyo kuwa mnene ni kwamba mwili u, u, uko, una stored nyingi ya mafuta, yaani mwili umehifadhi mafuta mengi tumboni, mikononi, kwenye mgongo. Ndio process ya mtu kuwa mnene, na mafuta yanatokana na vyakula ambavyo tunakula, unaelewa? Ama mafuta yanatokana na vinywaji ambavyo tunakunywa. Ile sukari inaenda mwilini, mwili unajiuza ile sukari kuwa nani, mafuta, kwa sababu mwili unahitaji tu kiasi fulani cha sukari kutumia kwa wakati huo pia inategemea ni kazi gani ambayo unaifanya unaelewa. Ndio maana ukiangalia watu ambao wanafanya kazi ngumu, wanabeba kokoto, wanabeba ma, mawe ama mtu anabeba matofali, yule hata akikonsume au akitumia kiwango kikubwa cha sukari, kama akila ugali, akila wali, akila nini, aweze kanenepa. Kwa sababu gani? Yeye kazi zake ni ngumu, muda mwingi ana sweat, muda mwingi anatumia energy kubwa. Sasa mtu kama yule aweze akawa mnene kwa sababu ile sukari inatumika ila sasa wewe kuna chakula mimi ambaye unatumia sukari kwa kiasi kikubwa, unaelewa. Afu unakaa ofisini, utembei, unaelewa, kutoka ofisini unapanda gari, ufika nyumbani unalala, hushurishi mwili, una hatari ya kuwa mnene, unaelewa. Na unene huo unakuja na maradhi yake, kama ma pressure, ma kisukari, magonjwa mengine yasiyo ambukiza. Asilimia 90 sasa hivi ya watu ambao wana magonjwa yasiyo ambukiza. Kwa hiyo process ya unene ni hii, kwamba ukila chakula mwili unakigeuza kile chakula kwa mafuta, kwa sababu au kihitaji kwa wakati huo kukitumia anaweza wa kusurvive maana unakuwa stored. Ndio maana watu wa dini anaweza kusurvive siku mbili ma a, umeelewa? Kwa hiyo ili uweze kutumia ile mafuta unapunguzia a a kuingiza mwilini, upunguzia calories, na usaidia pia kubani hizo calories. Ndio maana nasema mtu kama unataka kula ugali, kula lakini kwa kiasi. Kula ugali lakini mboga ziwe nyingi. Kula wali lakini mboga ziwe nyingi. Ili kuendelea kusaidia mwili kuendelea kuchoma yale mafuta yaliyopo, uyatumie kama energy. Hii itasaidia mwili kuendelea kuchoma yale mafuta yaliyopo, utumie kama energy. Sasa watu wengi iko kitu hawakijui, ndio maana hawaelewi waanzie wapi wala waishie wapi. Kwa hiyo, cha msingi ni kuendelea kula katika lifestyle. Turudi katika lifestyle ya zamani. Wazee wengi wa zamani walikuwa sawa nene sababu so, walikuwa wana activities, walikuwa wanafanya kazi nyingi ngumu, walikuwa wanalima, walikuwa wanaenda kuchota maji, walikuwa wanaenda kuokota kuni, walikuwa wanafanya wanasafisha mabanda ya ng'ombe, walikuwa wanafanya. Kwa maana wazee wa zamani walikuwa wakiishi miaka mingi, walikuwa wakiweza kuendelea kusurvive for more time. Na ndio kwa sababu walikuwa wana wanafanya activities zile zinasaidia mwili kuto kuhifadhi mafuta kwa wingi, unaelewa. Kwa hiyo mimi ninachoshauri kwamba tubadili lifestyle yetu ya katika upande wa kula kula mboga za matunda, tujitahidi kula mboga za majani, tujitahidi kula vyakula vya protini, tujitahidi kula wanga ambazo hazijakobolewa, unaelewa. Hii itatusaidia mwili kuendelea kuchoma hayo mafuta yaliyo huo, ili tusiendelee kupata maradhi magonjwa, na vitu kama vile. majambo lingine ambalo tunatakiwa kuepuka ni kuacha kula vyakula vya kusindikwa. Watu wengi sana wanakula vyakula vya kusindikwa eh, wameshaona kama ni fashion, wanaenda na, na dunia, wanasema watu wanakuta kwenye hii maao makubwa, baada ya miaka kadhaa mbele, unaweza ukaona nini ambacho umekipanda. Ambacho utakipanda ndicho ambacho utakivuna. Kwa hiyo tupuke kula mambo ya kula yaliyosindikwa, vinywaji vya kusindikwa. Badala ya kununua juisi, jaribu kutengeneza juisi kwa matunda natural. Zile juisi asilimia kubwa ni makemikali. Hakuna mtu anaweza kuweka embe kwenye juisi ya embe akakuuzia 1000. Tumia akili. Asilimia kubwa ya majuisi yamesindikwa na viwandani huko, yamekaa kwa miaka na miaka. Hata ukinywa mwilini hayaendi kusaidia chochote. Zaidi ya kukuongezea sukari na kwenda kujisaidia. Kwa hiyo ni vyema tukabadilisha lifestyle yetu. Maana ukitaka kupata matokeo ya kudumu ni kwamba unatakiwa ubadilishe mfumo, unaelewa, ubadilishe mfumo wako wa kuishi ndipo ambapo utaona matokeo ya kudumu. Kwanza katika upande wa chakula tujitahidi kula kama ambavyo wazetu wanamana, tujitahidi kula natural, tujitahidi kula mboga, tujitahidi kula matunda kwa wingi, tujitahidi kunywa maji, unaelewa, badala ya masoda tujitahidi kunywa maji, unaelewa, yatasaidia zaidi kuendelea kupata matokeo kwa muda. Kwa hiyo cha msingi hapa ni kubadili lifestyle na sio kujiteza kwa muda, watu wengi ukiangalia, anakwambia mimi sili mchana, anakwambia mimi nakula mlo mmoja. Hiyo sio kubadili lifestyle, huko ni kujitesa, unaelewa. Kubadili lifestyle ni kuchukua time, inachukua time, muda. Unaweza kuchukua muda kidogo, miezi mitatu, minne, mitano. Unaenda taratibu, kama ulikuwa unakunywa soda tano lifestyle ni kitu ambacho kina take muda kubadili, kwa sababu mwili unakuwa huko addicted tayari. Kwa hiyo kama unashazoea kula masosage na nini, jaribu kuanza kuacha, itachukua muda, lakini hiyo itakusaidia katika process ya kupunguza uzito na kuwa na afya njema, unaelewa? Kwa hiyo jitahidi kuacha hizo vitu ambavyo nimekuambia, jitahidi kuongeza vitu ambavyo nimekuambia. Hii itakusaidia katika kupunguza uzito kwa mwaka unaokuja, na mwaka 2026 utapungua bila kutumia nguvu yoyote bila kutumia energy yoyote. Hizi si watu wengi wanazongewa na wazisema. Wanakuambia tu, "Oh, sijui kupunguza kula, sijui nini, hakuna kitu kama hicho kupunguza kula. Hiyo sio yote kwa mwili. Mwili unaweza kukatisha ghafla tu, uachisha kufanya vitu fulani. Itakusumbua, unahisi maumivu ya kichwa, unaanza kupata maumivu ya tumbo. Wengine wanahangaika na detox, wengine wanaenda asubuhi kunywa nini, wengine wanaenda kununua dawa ya kupunguza uzito. Yaani ni tafani, tafani. Watu watumia akili, wanatumia nguvu, wanatumia zile tabia taratibu, na kutengeneza mazoea mapya taratibu taratibu. Kama ulikuwa unakula asubuhi sosiji matano sita za mkate, jaribu kuacha taratibu, jaribu kutafuta replacement. Badala ya kula sosiji, jaribu anza kujaribu kula viazi vitamu, ninaelewa jaribu kuanza kula na miogo, ninaelewa angalau zile ninyi vyakula mbao ni vya asili a vinahitajika mwilini pia, kwa kiasi. Usile, usile zaidi, usile pungufu, kula kwa kiasi. katika, katika upana zaidi katika upande wa kujadili kwa pamoja pia mambo mengine mpaka nitakapofikia mambo matano ambayo ningependa niyajue na niyafahamu, nzungumzia katika upande wa chakula katika upana zaidi, na nzungumzia vipengele vingi: kuwa na ratiba, vyakula vya kuacha, vyakula vya kupunguza, vyakula vya kuongeza katika lifestyle yako. Kupunguza uzito ni lifestyle. Kupunguza uzito ni science ambayo inahitaji akili zaidi kuliko nguvu kuliko na nini kushawishi ambao katika mitandao kwamba mtu badala ya wiki kapunguza kilo kumi na tano ile watu wanafanya hilo fanya kwa biashara ni kwa vita, take time kwa muda. Inahitaji watu ambao ni wavumilivu, watu ambao wako tayari kujitoa katika hiyo process, hiyo mchakato, na unahitaji mtu kama unaona uwezi kufanya huo mchakato ni bora ukaachana kuliko kujiza, unafanya leo, kesho unaacha, unafanya wiki hii, wiki ijayo unaacha. Kitu ambacho kinahitaji discipline ya muda mrefu, kinahitaji mtu ambaye yuko commit, kinahitaji mtu ambaye yuko, ambaye ana vision ya kuona wapi anakwenda, kinahitaji mtu ambaye anajua nini ambacho anafanya. Kutakia, si kutuema, nipende kukutakia siku njema, nipende kukutakia maisha mema katika safari yako hii. Kama mbiali ya channel hii, usisahau like, comment, kusubscribe video. See you next time. Much love.